ndogo kwa maana yuko Mungu na miungu miungu. Huyu inatumia jina la Mungu kufanya kama jina la kwake, na inawakamata watu wengi, wanaishi kwenye maisha ya hiyo nguvu ya miungu bila wao kufahamu. Kwa maana kitu chochote kinachozidi kwenye maisha yako na ukakiabudu, kinafanyika kama miungutaaisi, lakini bado Haionoi ile jina la miungu miungu ni nguvu za giza ambazo zinatokana na shetani mwenyewe. Shetani alipoanza vita kule mbinguni, Biblia nasema Mungu akampiga alafu akashushwa duniani. Kwenye ufunuo ile kumi na mbili mzee wa saba, ile vita ilipokuja hapa asema akashushwa aka na theluthi za The malaika kuja hapa duniani. Hasa kazi ya shetani amejitengeneza jina la toa ya miungu, ili watu wapate kumwabudu. Na jambo la kwanza muhimu niliona kwamba hata Yesu aliposhuka kwenye majaribu yale mali. Anasema ile Mathayo msao sura ya 4 msao wa kwanza. Akasema ule mtu jambo la pili nafikiri. Anasema ukinisujudia, angalia vitu vyote hivi nakupa. Miliki ni ya Maana kazi ya shetani, rahisi. Hakuna mtu yeyote hata leo kutoka hapa uende Fiji huko na kwenda nyumbani kwani. Ukikosa na leo, nakwambia ukikosa mtu asikwambie na hii basi wewe ni muongo. Yaani, mtu kama nakuuliza jambo la mtego au jambo la kuuliza masafa na atauliza. Eti nasikia anataka kujenga nyumba. Eti nasikia anataka kufanya biashara. Hiyo neno eti lilitoka nani? Na shetani mwenyewe. Mm. Yes. Neno lodanganyifu. Imejenga Madhabahu. Madhabahu miungu, manake ni kutaka wanadamu wa waabudu hao miungu <laughs> Kitabu cha Hesabu <laughs> sura ya 23 mstari wa kwanza na tatu. Hesabu moja, ndio Balaamu akamwambia Balaki: nijengee hapa madhabahu saba, niandalie hapa ng'ombe waume saba anaweza fanya kama Balaamu alivyonena. Balaki na Balaamu wakatoa sadaka. Ndiyo, ng'ombe mume mmoja. Mm. Na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Ndiyo, Balaamu akamwambia Balaki. Ndiyo, simama karibu na sadaka yako. Ndiyo, nami nitakwenda. Mm. Labda Bwana atakuja kuonana nami. Ndiyo, na lolote atakalo ni onyesha nitakuambia. Asante. Biblia inaeleza juu ya maisha ya Balaam na Balaki. Balaam alikuwa mchaji mkubwa na Balaam huyo aliamlika katika eneo lile lote kwamba akisema chochote kwa nguvu za giza watu wanabarikiwa au wanalaaniwa. Kama ilivyo leo kwenye maeneo haya, kuna watu mnaamini sana kwamba huyo mganga akisema, yaani mpaka mnapiga na makofi. Huyo mganga ni kiboko kweli. Umetoa na ng'ombe hapa kanisani asipo Wakiuliza hapo uliotoa ng'ombe tutauliza baadaye. Mm -hmm. Na mnazo, kwani si mnazo? Balaki nasema akamwendea bala huyo ajeti. Huyo bala ndio ambayo kipindi cha kwanza cha taifa la Israeli, walipomwendea kufanya ukaguzi juu ya kuwalani hiyo kabila, asema alipoenda kwenye kuangalia kwenye vipimo vya kichawi akaona nyota kutoka mbali, hivi naona kuna nyota inatokea, si karibu wala si sasa, lakini itakapokuja hiyo nyota itaangusha na kuvunjavunja watu wengi. Sasa Balaki anaenda kwa Balaamu, ajendi mkubwa kwamba naomba lengo kubwa, kubwa awalaanie Wanaisraeli, awalaanie waombaji. Lakini alipofika anasema sawa, ili miungu ifanye kazi na Mungu huyo asikie Nijengee madhabahu saba hapa, na kila madhabahu itolewe sadaka. Kwa hiyo akachukua Baraki akajenga madhabahu na Balamu, wakachukua ngombe saba na kondoo saba na kila madhabahu ikawekwa kondoo moja na ngombe moja. Lakini angalia hiyo kitu, akasema, sogea karibu na nini na sadaka yako yako, sogea na sadaka yako. Manake madhabahu bila sadaka haifanyi kazi yoyote. Madhabahu ili inene chochote inataka sadaka. Amin. Wale waliokufunga kujaendelea wamefunga kwa sadaka. Hajalishi walikuwa wajai kiasi gani na ukubwa wao. Lakini kuna sadaka zimetolewa kwenye madhabahu yao. Amin. Sogea karibu ili atakachoniambia nitakwambia. Baraki akasogea kwenye madhabahu na sadaka yake. Maana yake sadaka unapotoa inapeleka uhalisia maisha uliyonayo, inapeleka uhalisia wa shida yako ulio nayo. Ndiyo maana Mungu akazuia kwamba msitoe sadaka iliyo kilema wala nini wala kichafu. Kwa nini? Kwa sababu haitasema kwenye madhabahu, isiposema so hautafunguliwa Amen.